Mwanaume kutoka Migori aliyejining'iniza kwenye helikopta wiki iliyopita amehukumiwa kifungo cha miezi 18 jela. Stephen Odhiambo Obise, ambaye sasa anafahamika sana kama James Bond wa Migori, alikuwa amewekwa chini ya uangalizi wa kijamii kwa kosa la kujining'iniza kwenye helikopta wakati wa harusi kita ya kitamaduni ya mwanamuziki maarufu Prince Indah. Obise, anayejulikana pia kama Obado, alishtakiwa kwa kosa la kuhatarisha usalama wa ndege na watu waliokuwemo kwa mwenendo usio wa kawaida. Mshitakiwo atatumikia kifungo cha miezi 18 au alipe faini ya shilingi laki tano ili kujipatia uhuru wake. Obise aliyefikishwa mbele ya hakimu mkuu mwandamizi Mathias Ukuche alikiri kosa hilo. Hivyo basi mshtakiwa atatozwa faini ya shilingi laki tano au kifungo cha miezi 18 jela, aliamua bwana Ukuche. Hati za mahakama zilionyesha kuwa tarehe 13 April 2025 wakati wa harusi ya kitamaduni ya Prince Indah katika kijiji cha Rapogi eneo la North Kanyamkago, kaunti ndogo ya Uriri, kaunti ya Migori, Obise alijining'iniza kwenye slide za helikopta yenye nambari ya usajili tano yake papa kilo Zulu wakati ilikuwa ikiondoka. Alionekana akining'inia kwa hatari kwenye helikopta hiyo, hivyo kuhatarisha usalama wa ndege hiyo pamoja na abiria waliokuwemo. Mahakama ilibaini kuwa helikopta hiyo ilikuwa ikielekea Nairobi ambako abiria wake walikuwa wakisafiri baada ya rusi kumalizika saa kumi na moja jioni. Ili kuhakikisha usalama wake, rubani wa helikopta hiyo, ambaye pia alikuwa shahidi katika kesi hiyo, alimshusha kwenye shamba lilolimwa karibu, ambapo Odhiambo alionekana akikimbia. Siku hiyo hiyo alijificha kabla ya polisi kumkamata usiku wa manane. Odhiambo aliwasilishwa mahakamani chini ya ombi maalum lililoruhusu maafisa wa polisi kumweka rumande kwa siku saba huku uchunguzi ukiendelea. Aliwasilishwa tena mahakamani Aprili 23 ambapo alikiri makosa na akawekwa chini ya uangalizi wa kijamii. Mashahidi wengine katika kesi hiyo walikuwa Stephen Johnson, maafisa wawili wa polisi, Constable Victor Nyandiemo na Constable Teddy Obegi, pamoja na wengine ambao mahakama haikuwataja. Odhiambo aliyesema kuwa anajutia kosa lake alielezea mahakama kuwa yeye ni baba wa familia na ana watoto wawili wanaomtegemea, kama mtegemezi wao mkuu.